Leo Mwenyezi Mungu ndio aliotuwafikisha tuje tuungane na nyinyi, kwanza kwa kuwapa pole. Ni msiba wetu sote, tumeondokewa sote uje. Kwa hivyo insha Allah Mwenyezi Mungu atuzidishie subra kwanza. Lakini la pili, tumeondokewa mwenzetu ka maliza yake, aliyobakia ni ya kwetu. Katika ya kwetu, la kwanza ni kuendelea kumtakia dua tukiendelea kumtakia dua, bila shaka itakuwa ndio sisi tutakuwa na faida kwake. Hilo inshallah Mwenyezi Mungu atuafikishe tutakiane dua kwenye hilo, lakini na la tatu pia ambalo ni muhimu vilevile vile ni kwamba yeye kaondoka katuacha wamoja. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe kwamba tuendelee kuwa wamoja, amin, maana itakuwa hii ni kheri kubwa ambayo aliianzisha ali, ali na sisi vizuri tuki, tukiendeleza. Na la mwisho kabisa niseme kwamba katika kumwenzi mzee, jambo kubwa ni kuyaendeleza yale mazuri yaliokuwa akiyafanya akia. Ndio takalokuwa eh, na kheri kwake, litakalokuwa na kheri kwetu vile vile. So, insha Allah mwenyezi Mungu katika hilo atuwafikishe Insha allah asitufitinishe, kwa kuondoka kwake bali iwe ni sababu ya kutuleta pamoja. La, la muhimu tuko bado pamoja, tuendelee kuwa pamoja vilevile. Eh, ulimwengu umekuwa na mambo mengi eh, kila mmoja kaelekea upande wake, lakini mwisho wa siku haya yanatukumbusha kwamba bado sisi ni kitu kimoja, na inshallah tuliendeleze jambo j